Naitwa Isaac Karoni Isaac kutoka ofisi ya mawasiliano na uhusiano kwa umma hapa mamlaka maji safi na mazingira ya Kigoma KUWASA, na nyuma yangu ambapo unaweza kuona ni maafisa wa usafirishaji maarufu bodaboda, wamefika hapa leo KUWASA. Lengo ni moja tu, kuzindua application ya maji. Application hii ni mfumo wa utoaji taarifa wa mivujo wa maji. Na kwa nini maafisa hawa usafirishaji, kwa maana ya bodaboda? Kundi hili tunaamini nafika maeneo mengi ambayo kwa namna moja nyingine yana changamoto ya upotefu wa maji kwa maana ya mkuli. Ndio maana leo hii sisi KUWASA tumewakaribisha, lengo ni kwamba sisi na wao tushirikiane katika kutokomeza suala la upotefu wa maji. wasa bwana kuwaskilani kwa kuja huu, mayi, na ubunifu huu ambao unasaidia kupunguza upotevu wa maji kutokana na kupasuka kwa mabomba ya maji. Pia nimeelezwa kuwa mfumo huu utakuwa na uwezo wa kuwasaidia wananchi kutuma maombi ya kuunganishiwa huduma ya maji kwa njia ya kidijitali bila ya kulazimika kufika ofisini. Kwa hiyo huko tunapoelekea, tutaweza kuomba huduma ya maji kama vile ambavyo TANESO wanafanya kupitia mfumo wao wadiet. Ndugu wanao, nitoe rai kwenu mliobahatika kufika na kushiriki tukio hili kuhakikisha tunaotumia mfumo huu ili uweze kuweta manufaa yanayohitajika kwa KUWASA. Aidha, natambua na uwezo mkubwa wa kufika maeneo mbalimbali ya manispaa yetu, pengine hata ambapo maafisa wa KUWASA hawawezi kufika kwa haraka. Hivyo basi matumizi sahihi ya mfumo huu wakutoa taarifa za mivujo ya mabomba utaweza kupunguza hasara inayotokana na mivujo hiyo. Mimi ninafahamu na hii ngoja niseme tuka kwa uzushi kidogo. Maafisa usafirishaji na sifa kubwa sana ya kutunza siri zetuamdamo <tabu> <tabu> ila hii ya kuvuja maji isiwepo katika hizo siri. <laughs> <laughs> iliktaahii mkiiona, sio siri hii, tumieni mfumo kufikisha hizo taarifa, ili taarifa hizi ziwafikie haraka. Kwa kadri itakapokuwa siri, ndivyo ambavyo itaendelea kupoteza maji. Hili liwe la wazi sasa, katika zile siri tutazotunza, hii isiwepo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hali yetu ya mamlaka ya maji kwa sasa inaendelea vizuri kama walivyosema viongozi, kama pia alivyosema mkurugenzi, hali sasa inaendelea kuridhisha na tunaendelea kupambana ili changamoto zote tuweze kuzimaliza. Tunapoteza maji mengi kwa takriban bilioni mbili kwa mwaka. Haya maji ni mengi sana, na fedha nyingi ambazo zinapotea kutokana na upasukaji upos, upos, wa mabomba. Tunapokuwa tuna pampu maji mabomba wakati mwingine yanapasuka kulingana na presha hususani kwa mbua, ya ya mbua. sasa hivi, mvua zinazoendelea kunyesha matumizi ya maji yamepungua sana. Sasa matumizi ya maji yakipungua, tunapokuwa tunapampu maji, presha inapoongezeka, basi na mabomba yanapasuka. Nimefurahi leo kukutana na wenzangu wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, maafisa wa usafirishaji, ili tushirikishane hii changamoto. Unapopita kule barabarani, ukiona bomba linamwaga maji, tunaomba sana mtu kuhamishe eisa kwa kutumia app ambayo umeiona. Ni rahisi sana, unapiga tu picha, fundi aliyeko eneo la karibu atapokea ujumbe, na yeye ataushughulikia haraka ipasafa. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana ndugu zangu maafisa kusafilishana kokote mnapopita, mnapokutana na mvujo, bomba limepasuka, tunaomba mtupatie taarifa kwa kupitia app, kwa kupitia mfumo. Wakati wa kufanya reporting, cha kwanza kabisa mtu lazima awe na smartphone. Ni aidha anatumia Android au anatumia simu yenye uh, iOS, wale watu wa iPhones. Ukiingia kwenye Play Store utaikuta app yetu inaitwa Amanzi, utaidownload, uta ukishadownload kuna mahali atakwambia register, uta register. Baada ya hapo immediately unaweza kuanza kutupa taarifa. Kinachotokea baada ya kudownload utaona kitu kama hichi ambacho kiko mbele yangu. Najua watu wengi hapa tuna smartphones, uh, na mimi tuweza tukafanya hiyo tukio. Sasa, ukisha fungua namna hii kuna mahali pameandikwa ripoti, lakini pia unaweza ukachagua kama unataka lugha ya Kiswahili, pia itakuandikia hapo uh, ripoti mvujo. Kwa kutumia mfumo huu mwananchi hatakiwi tena kujua namba ya fundi au kufahamu namba ya mkurugenzi. Anachoweza kukifanya ni kupiga picha mvujo, na muda huo huo taarifa inafika kwa fundi husika na ofisini tunaanza kufanya monitoring kuhakikisha fundi ameshughulikia huo mvujo ndani ya chini ya masaa mawili.